Karibu msikilizaji na mtazamaji wa 49 Media. Leo ninakuletea historia ya msanii pendwa, msanii wa Bongo Movie alimaarufu kama Manyanya, mwigizaji wa tamthilia nzuri ya dunia. cha kufanya subscribe, turn on notification ili tuendelee. Asante Manyanya, tulizungumza naye na kumhoji mambo kadhaa Akasema kabla hajatambua kipaji chake cha kuigiza alikuwa anaamini siku moja atakuwa mwanamuziki maarufu. Mwigizaji wa tamthilia ya Dunia alimchonga Manyanya amefichua kuwa mbali na uigizaji, pia ni mwanamuziki na ameshawahi kutoa ngoma. Akizungumza na 49 Media, Manyanya amesema Kabla hajatambua kipaji chake cha kuigiza alikuwa anaamini siku moja atakuwa mwanamuziki maarufu. Na nukuu, nilikuwa najua melodi za uimbaji pia, nilikuwa naelewa sana kwa kufanya rap. Kuna baadhi ya kazi ambazo niliachia pale YouTube, nilitoa wimbo ulioitwa Don't Forget About It. nafikiri hicho ndicho kipaji kingine ambacho mashabiki zangu hawakifahamu. Nafikiri siku za mbeleni nitaonyesha uwezo wangu. Mimi ni rapa mzuri sana, na sio kama najisifia, huo ndio ukweli, amesema Manyanya. Historia yangu ilianza mtaani, sikujua kama ninajua kuigiza kulikuwa na rafiki yangu ambaye anapenda kuigiza, ndiyo alinipa hamasa na kumbuka, siku moja nilikuwa na audience kwa Azizi Ali nikaenda naye kuangalia, nikajikuta navutiwa kuona watu wakiigiza. Mwongozaji alichagua sini, wote walishindwa kuifanyia vizuri. Baada ya muda, nikaomba kujaribu. Kila mtu alipiga makofi baada ya kumaliza kucheza ile sini. Kuanzia hapo, nikajua nina kitu katika uigizaji amesema Manyanya. Aidha, ameeleza baada ya kugundua kipaji chake aliamua kwenda shule kwa ajili ya kupata elimu kamili kuhusu uigizaji. Kuna darasa moja ambalo lipo Tandika linaloitwa Vision Talent, nikajifunza sanaa huko, mbinu za uigizaji, lakini baada ya miaka miwili nikawa tayari kufanya kazi yoyote. Nikaanza kutafuta fursa. Kuna siku kukawa kunahitajika wasanii kutoka kampuni ya Bichwa Production ambayo inaongozwa na Baba Asma. Nikaenda, nilifanikiwa kupitishwa, tukaanza kuigiza tamthilia ya Familia ya Mzee Kicheche na hii Dunia ni ya tatu, amesema Manyanya. Aidha, amefunguka kuhusiana na baadhi ya mashabiki kumlinganisha tabia alizonazo katika Dunia series, kiukweli havina uhusiano sana na havina tofauti kubwa. Kuna baadhi ya tabia ninazo, kuna baadhi ya tabia sina kabisa. Mfano tabia za upendo na mapenzi ninayo, niko romantiki sana pia, niko serious, amesema Manyanya. Licha ya kufanya vizuri kwenye Dunia, Manyanya ambaye ni mwongozaji msaidizi kwenye tamthilia hiyo, amesema kwa sasa bado hajapata mchongo wowote kutoka kwa watayarishaji wakubwa wa filamu nchini. Kwenye Dunia nina makubaliano ya muda mrefu, kwa hiyo ukisema umtoe Manyanya ni kwamba unaenda kutengeneza mpasuko. Lazima watu wakae mezani kufanya mahesabu ambayo yatasaidia pande zote mbili, asema Manyanya. Mbali na hayo, amefunguka kuhusu mahusiano yake, huku akiweka wazi kwamba kwa sasa yupo singo, lakini ana mtoto mmoja ni binti mwenye umri wa miaka minane. Alimpata na mwanamke ambaye walikuwa kwenye mahusiano kwa muda mfupi. Anasema naweza kusema jimbo bado liko wazi, amesema Manyanya. Jina la Manyanya nilipewa tangu nikiwa mdogo kama jina la utani, nilivyokuwa, nikaona nilichague kuwa jina langu la sanaa, hivyo Usisahau kusubscribe na kutani oni notification hii. Ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.